Munakumbuka, tulikuwa kadzuana pale, tukiwa kadzuana, nikawaambia munipatie huyu jamaa niende naye nipangepange mambo Nairobi, karibu mukazirike na mimi, si ndio? Siku hiyo karibu mukazirike na mimi nikawana, hata wamama wa wengine hapo wametoa machozi. Lakini sasa mimi nataka niwaulize huyu jamaa vile munamuona, amepanda hajapanda? amepanda hajapanda alikuwa waziri wa mambo ya usalama na sasa, ehe, na sasa na sasa. Sasa vile niliwaambia kadhuana, nilikuwa ninajua ama sikuwa najua? Sasa mutaniamini ama mutaniamini. Mimi nawashukuru sana, mmenipatia huyu mungwana na anasaidia kusukuma kazi ya Kenya, na yeye ni mtu mungwana, mtu wa bidii, mtu mwenye heshima, na mtu mwenye ako na mpango, sindio? Kuna wengine wa pere, pere, pere, pere, pere, na hakuna kitu wanajua. Tumeelewana, jamani, mutamshikilia huyu mungwana ndio anisaidie kazi ya Kenya. Tuko pamoja? Wale wanasema mtamuombea na kumshikilia nione kwa mkono.